Tunamshukuru sana mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha kupata fedha. Mradi huu una awamu mbili, awamu zote ni kama shilingi bilioni mia tatu na ishirini na nne na kidogo. Sasa hapa tulipofika leo ni awamu ya kwanza ya mradi, ambapo tunatarajia kuzalisha megawati hamsini. Awamu ya pili ni megawati mia moja. Sasa tunaye mkandarasi wetu na kazi inaendelea kama mlivyoona. Hii ni, ni awamu ya kwanza sisi kama TANESCO kuwa na mradi wa uzalishaji wa umeme kwa kutumia nguvu ya jua. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kutuwezesha na kutupa hizo fedha na kazi inaendelea. Kwa ujumla tuko asilimia kama sitini na tatu ya utekelezaji wa mradi na tunatarajia mwishoni mwa mwaka huu, mwezi Oktoba, tukifanikiwa kusafiri vizuri na mkandarasi na vifaa vyote ambavyo vingine viko njiani, vikifika tunavifuatilia Tutakuwa tumemaliza mradi wetu. Na tunaomba wananchi waelewe kwamba tunafanya kila linalowezekana kuhakikisha tunamaliza mradi na tunaongeza umeme kwenye e, gridi ili tuwe na umeme wa kutosha. Tanzania, uwekezaji unakuwa, idadi ya watu inaongezeka, kwa hiyo na sisi lazima tukimbie kuwa na umeme wa kutosha ili tuweze kumudu hitaji la wananchi. Mradi bado uko kwenye hatua ya ujenzi umefikia asilimia 63.3. Huo ni mradi wa teknolojia ya sola ambao ni safi, haichafui mazingira. Mradi wa teknolojia ya sola una faida nyingi. Kwanza ni kupunguza hewa ya ukaa kwenye, kwenye mazingira, kwamba tutakuwa na uwezo wa kuzalisha umeme bila kuchafua mazingira. Lakini pia kingine, huu mradi utaongeza uzalishaji kwenye gridi ya Taifa. Kwa hiyo tutaongeza kiwango cha umeme kwenye gridi ya Taifa.